Swali letu la kwanza linaulizwa na mtu kutoka kule Temeke anauliza ndoa halali ni ipi mbele za Mungu? Je, watu wakichukuana kanisani kutoroshana na kuishi pamoja bila kufunga ndoa mbele za Mungu wanatambulika? Na kama wanataka kurudi kwa Mungu watakubaliwa kama walivyo? Labda nirudie tena mtumishi wa Mungu ili na wale kwenye TV waweze kuelewa vizuri. Anasema ndoa halali ni ipi mbele za Mungu? Je, watu wakichukuana kanisani ikiwa na maana ni wa Kristo kutoroshana na kuishi pamoja bila kufunga ndoa mbele za Mungu wanatambulika? Na kama wanataka kurudi kwa Mungu watakubaliwa kama walivyo. Asante asante. Mungu asante sana nimefurahi sana kwamba ameanza na swali hapa kuna swali matatu e, matatu matatu ya kwanza ndoa halali halali ni ipi ndo ni ipi. Mbele za Mungu mbele za Mungu. Hmm. ndoa halali mbele za Mungu hmm. sasa ndugu yangu ambayo tuko hapa tunapozungumza tukubaliani kama mtu unaelewa kwamba Mungu kabla ya msingi ya dunia ali- alikuwaza alafu amekupangia amekupangia ndoa yako unaona, mm -hmm. ndipo utaweza kusema Mungu ndio mm -hmm. ameandaa hiyo ndoa sasa mm -hmm. ili ufahamu kwamba ni Mungu, ndio maana tunaambia watu kuna maombi watu wengi ambayo wameingia kwenye ndoa bila maombi wameingia kwenye matatizo. Ndoa halali ya Mungu ni Mungu mwenyewe anaanzisha, Mungu mwenyewe anaweka kitu ndani ya mtu kama mwanaume au kama mwanamke. Mona, sasa kama kuna watu wengine wao wao wanafikiri ndoa ni tendo la ndoa ndio wanafikiri lakini ndoa ni nyumba, unakwenda kuanzisha nyumba yako. Labda mtumishi wa Mungu, nikuuliza swali labda kwa manufaa tu ya watazamaji pia. mm. siku hizi nasikia kuna ndoa za wanaume za wanawake, wanawake. Ne, kwa wanawake kwa sababu ameuliza halali tu. <laughs> tu nasemaje katika hii ndio ambacho ni tozikuandikwa Hmm, tuende kwenye andiko sababu ila akuandiko hatuwezi kufanya chochote hapa. Amen, tuende kwenye Mwanzo sura ya pili, Mwanzo sura ya pili. Okay. Okay, tunapoanza hapa tuende kwenye mstari wa ishirini na moja eh. Mwanzo sura ya pili mstari wa ishirini na moja, Neno la Mungu linasema eh, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. mm -hmm. Naye akalala. mm -hmm. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, mm. akafunika nyama mahala pake. Tulia sasa, tunazungumza kuhusu ndoa. Amen. Hakuna mwanadamu, amen, anajua kipande kile cha cha mbavu ribu, yeah kile cha, u, cha ubavu, ja ubavu. Ndio maana mm. Nikasema ndoa inaanza na Mungu. Amen, umeona Mungu peke yake ndio alishuka kwa Adam mm. Akatoa nini ubavu wake moja mm. Hamna mwanadamu anaweza kufanya. Sasa wewe unataka ndoa halali, nakuja kwenye icho ya pili mm. Unataka ndoa halali, ndoa halali ni Mungu ndio alianzisha. Mungu ndio alifanya Adam afanye halali mm. Mungu ndio akatoa hiyo nini ubafu Mm. Sasa wewe unataka hueni kwa Mungu yule ambaye alitoa mm. unataka wewe, tamaa zako za macho haya na mwili wako mm. na uzuri wako mm. unakwenda kwa hisia zako. Ndio maana unakuta ndoa nyingi zimeharibika, zina matatizo. matatizo kwa sababu kama ungeruhusu Mungu akulaze mm. Mungu akulaze chini alafu atoe Mm. Mbavu yako, okay. Amtengeneze yule mwanamke. Sasa hapa ya pili ndo halali ni mwanaume na mwanamke okay. Sio mwanaume kwa mwanaume mm. Ni mwanaume na mwanamke mm. Wala mwanamke kwa mwanamke ndo halali, uh -huh. Sawa okay. Lakini sasa kile ambacho Mungu alisababisha mm. Ni Mungu lazima akulaze Amen. Akishakulaza anakotengeneza mwanamke yule ambayo uh, kuwa e, nayo, sasa wewe unabidi uanze kuomba. Mimi hapa kuambia ni niliomba kwa miaka kumi kumi, sikutaka nipate mke ambacho atangenisumbua. Nilomba Mungu, naomba nilaze nisisumbuke na wasichana wakati wewe sasa umtengeneze, chukua bavu yangu umtengeneze huyu mwanamke miaka kumi. Ndo halali, amen. Ni naanza na Mungu, sio mwanadamu, amen. Eh, mstari wa hapo nilisoma mstari 20 na, hmm? mstari? Mstari ishirini e ishirini na mbili e anasema, mm. na ubavu aliyeutoa mm. katika Adam mm -hmm. Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta Bwana Mungu akafanya mm. Bwana Mungu akafanya. Sasa kama Bwana Mungu amefanya, ndo halali. Ni Mungu afanye, amen, sio wewe uchague. Mungu afanye, Mungu amtengeneze. Mbona anakuja pale kuwa msaidizi? Amen. So, lazima Mungu atengeneza, anachukua kile ambacho wewe unacho anakwenda kumtengeneza ili yule mwanamke atakapokuja atafanana na Amen, wewe. Mstari wa ishirini na tatu. Ishirini na tatu anasema mm. Adam akasema mm. sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu mm -hmm, na nyama katika nyama yangu mm -hmm, basi ataitwa mwanamke mm -hmm, kwa maana mm -hmm, ametwaliwa katika mwanaume sasa, mpaka sasa baada ya pale Mungu anamfungua macho nani? Adam. Adam, Madam anamona, anakuja, anasema uh, huyu ni mfupa um, nani na nyama zangu. So unakuta kwamba kuna kuna kuna kuna kuna likeness, kuna kufanana. Umona hakuna mtu alimwambia lakini Mungu akamfungua macho akasema kane, kwenye ndoa lazima kuwapo na kitu cha kufanana. Kama hakuna kitu cha kufanana siosio, ndoa hiyo ni fujo tu. Mstari wa 24, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkeo, nao watakuwa mwili mmoja. Maana ya ndoa sasa, kwamba kitu cha kwanza ni kuachana na wazazi mm. Cha pili kuambatanishwa mm. Kutengenezwa, kukaribiana, kuwa kitu kimoja mm. Ndio ndoa halali amen. Unabidi uamue kwamba mimi lazima na mke wangu tuwe kitu kimoja, na tukisha kuwa kitu kimoja kuna baraka makubwa. Ambazo zina zinakwenda zina kufanyika. Nimeona kwamba ni jibu a hey, ili nitumpe sinyapasta aweze kuongeza hmm. ndoa halali ndoa halali ni ipi? hmm. Uh, sasa tutamkaribisha mtumishi <coughs> wa Mungu sinyapasta. Uh, kuna huyu uh, mtazamaji wetu aliyeuliza ili swali akiuliza ndoa halali ni ipi mbele za Mungu, na mtume amesimamia hapo, lakini yeye aliendelea akasema, na je, watu wakichukuana kanisani au kutoroshana na kuishi pamoja bila kufunga ndoa mbele za Mungu wanatambulika, na kama wanataka kurudi kwa Mungu, wana watakubaliwa kama walivyo. Mtumishi wa Mungu, ndoa halali uh, watu hawa wamesema wametoroshana yani yeah. Anasema yeah. Ndo, kwanza swali la kwanza ndoa halali ni ipi? Mm -hmm. Alafu swali la pili, je, watu wakichukuana kanisani mm -hmm. kama wakristo mm -hmm. au kutoroshana na kuishi pamoja bila kufunga ndoa mbele za Mungu wanatambulika kwamba ni ndoa, lakini pia la tatu ndio hilo, anasema wakitaka kurudi kwa Mungu watakubalika kama walivyo mm. Ili suala la kwanza, ndoa halali, nafikiri mtume ameeleza, Mungu anataka mume mmoja na mke mmoja basi. Unaona hiyo ndio sasa, napasa kwa watu wawili wakikubaliana kufunga ndoa nabipasa, sasa aende kanisani kwaona na mchungaji. Naam. Eleza kwamba wanapendana na wanataka kufunga ndoa halali mbele za Mungu na mbele za serikali sababu lazima usin doenti mm. kusema kwamba wao wamefunga ndoa mm. kihalali mm. na serikali pia lazima wajue cheche ndoa mm. ya serikali ambayo anapiwambay no, anake maname moja manamke moja mm. na awe na Wakristo ambayo wameokoka wote wawili lazima waokoke muhimu Amen. Amen. Okay? Cha pili kitu gani nisapisha watu ku kutoroka ku, ku, ku kuishi pamoja mm. ni la ndoa ngono kwa mm. sababu Eh, tendo la ndoa ni ni, ni inaheshimika sana na Mungu wakati wanafunga ndoo pamoja. Ngono nimesema kama ngono, kwa sababu mtu anachukua natu kufanya ngono Amen, ambaye hakuna heshima. Naomba tusome kitabu cha Hebrania kumi na tatu na mstari wa nne, Waibrania, Bwana anasema nini kuhusu ndoa? Waibrania kumi na tatu na tatu. Mm. Mstari ule wa nne. mm -hmm. Neno la Mungu linasema kumi na tatu. mm -hmm. Hey, neno la Mungu hapa linasema mm -hmm. kumi na tatu kumi na nne mstari wa nne mstari neno la Mungu linasema, ndoa na iheshimiwe na watu wote mm -hmm. na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu mm -hmm. yes. Hapa neno la Mungu mesema nini? Ndoa lazima iheshimike na watu watu wote. Wote, na malazi yawe safi, safi, ambayo ni muhimu sana. Ina maana kwamba kwamba um, Biblia eh, ina reserve inaweka tendo la ndoa kwa ajili ya ndoa. Biblia amesema kama inaweka tendo la ndoa kwa ajili ya ndoa yeah, zenyewe. Kwa hiyo sasa sio kama mtu anakimbia haraka anafanya mambo wow. ya kama ngono. Kinyume na pale. Ndio maana Biblia ya nguo imesema katika Korinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18 na kukimbia zinaa, Wakorinto wa kwanza. Yes. Itasaidia watu wengi sana kwa sababu hapa wameuliza swali wamefanya mm, kosa wamekuja kugundua kwamba wamefanya kosa na wengine ambao wanatazama pia lazima ku, tueleweshe kufundishe yes, maana ya ndoa ni nini, kwa nini hii vitu ambayo wanachukulia tu kuishi pamoja ni nini, kwa mujibu wa unaona, Biblia kwanza sita kumi na nane nasema ikimbie zinaa kila dhambi aitendayo mwanadamu mm -hmm. ni nje ya mwili wake mm -hmm. ila yeye afanyaye zinaa mm -hmm. hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe mm -hmm. unaona, ndiyo maana Biblia inasema kimbieni zina Sina. mtu anapaswa kimbia ki zina. Sasa huyu ambayo amesema hmm. uh, kama akiuliza ndoa halali ni nini mzuri, pia kama wewe una sali kanisani, naenda kuuliza mchungaji. Amen. mchungaji ataeleza Sawa, wameuliza hapa swali pia, lakini kama ni wewe ni muumini wa kanisa lako mm. lazima mchungaji amekueleza. Mm. Sisi wazazi wako si wamefunga ndoa au wazazi wameisha pamoja. Mm. Au hujawahi kuona watu wamefunga ndoa? Mimi nachaka sasa, ameuliza swali hii kama hajawahi kuona watu wamefunga ndoa hajui ndoa ni nini? Mm. Mm? Labda, <laughs> sijui na swali anaenda kanisa ni sijui. Yaani, hapa mtumishi wa Mungu nilichokiona mimi kwa kufikiri kwenye ufahamu wangu. Anaposema watu wa ndani ya kanisa wanachukuana mm. ni kwamba anajua huyu mtu mm -hmm. aliyeko kanisani ni mwanaume na mwanamke mm -hmm. wameokoka mm -hmm. Je, wakichukuana wao kwa wao, wamesema wameokoka au hawajaokoka? Sasa kwa kweli kama ameokoka, of course mchungaji atafundisha, mm -hmm. kukemea dhambi, kueleza, kufunga ndoa ni hiki na hiki na hiki. mm -hmm. Sasa sijuini ameokoka au ameenda kanisa A, la dini hatujui, sasa au ameamua kuasi eh, kwa sababu anasema wa, wakichukuana kanisani mm. au kutoroshana mm. na kuishi pamoja bila kufunga ndoa mbele za Mungu wanatambulika mm. na kama wanatambulika ku, kurudi kwa Mungu wata wa, wakirudi kwa Mungu watakubalika kama walivyo. Yeye mwenyewe akajibu mwenyewe Eh. Kwanza muulize kama wakatambulika then eh. akajibu mwenyewe kama wakitambulika kama wanataka kurudi kwa Mungu mm -hmm. kabla hiyo wamesema je, kama wakitambulika ha? na kama wanataka kurudi kwa Mungu, naomba soma watakubalika, naomba soma yote yote, mm -hmm. asema hivi ndo halali ni ipi? mm -hmm. mbele za Mungu mm -hmm. Je, watu wakichukuana kanisani mm -hmm. kutoroshana na kuishi pamoja mm -hmm bila kufunga ndoa mbele za Mungu wanatambulika? mm -hmm. Ndo akamalizia na kama wanataka kurudi kwa Mungu mm -hmm. watakubalika kama walivyo? mm -hmm. mm. Okay, kwanza kabisa ukiuliza mimi, mtu mm -hmm. anaishi pamoja kama mume na mke hatambuliki na Mungu kabisa, kwa sababu ni dhambi, ni zinaa. Amen kabisa. Unaona Biblia yangu imesema nini hapa, tumesoma ndoa lazima iheshimike na watu wote mm -hmm. na malazi mm -hmm. awe safi. safi na kwanza kwenye... kabla hatambuliki, lakini kwa sababu wamegundua kwamba wamefanya kosa mm -hmm. kweli. kama anataka kurudi kufunga ndoa halali mm -hmm. sawa, Bwana atawasamehe, lakini lazima awe na toba ya kweli, ajutie kila alichokifanya, yes. Lazima atubu kwa kweli, tumefanya dhambi mbele za Mungu, tunahitaji baraka za Mungu. Ndipo anarudi kwa mchungaji wake, ameeleza ametubishi, pamoja mfanye hiki na hiki, basi mchungaji mwenyewe atasema so, so, neema ya Mungu ipo. Hakuna dhambi yoyote ambayo ni kubwa sana mpaka Mungu hasamee. Mungu atasamee akikiri dhambi yake. Yohana kwanza moja mstari 9 kasema nini? Yohana ya kwanza Waraka wa Yohana. Yes. First John 1:9. Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Mm -hmm. E, mstari wa tisa, mstari wa tisa anasema: mm -hmm. tukiziungama dhambi zetu mm -hmm. yeye ni mwaminifu mm -hmm. na wa haki mm -hmm. hata atuondolee dhambi zetu mm -hmm na kutusafisha na udhalimu wote. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata kutuondolea uh -huh. Hata, hata atuondolee dhambi zetu uh -huh. na kutusafisha na udhalimu wote uh -huh. Yes. And just to forgive. Yeah. Sawa? Yeah. Sasa hii ndio sasa unapaswa kufanya nini? Unapaswa kuwa na true repentance na utubu dhambi zako. Dhambi zako kwa kumaanisha. Kanisa ndio ni sehemu ambayo wanapaswa kuja tubu dhambi zao ili mchungaji watawasaidia eh? jinsi ya kurejesha mahusiano um, na mchungaji yes, ataelekeza. Kwahiyo hapo sasa, kama ameshaishi pamoja, ni mzuri kubariki ndoa zao, amen. Sio kwamba mwanamke ameshapata mimba mm -hmm, alafu nawaa sela sela, shela shela. Mara nyingi kuuliza shela, mm -hmm. Shela mara nyingi kwa mtu ambaye ni bado bikira Okay, shela ni maalum kwa ajili ya wale ambao bado hawajaanza kuishi pamoja hajafanya yeah, tendo la ngono okay, ngona yeah, shela kwa hiyo watu ambayo ni bigira lakini, okay. Sasa ikiona hmm, kwamba mtu akishaishi pamoja amshaka mimba miezi sita, afu anavaa shela afa anafunga ndoa tumbo hivi, sasa anafundisha nini kwa kizazi chetu, watoto wetu eh, inakubalika Mchungaji anapasa kukataa, nikisema zaa mtoto mm, kwanza ndipo hapo tubariki ndoa. Amen. Shida ya wanawake wanapenda kuwa sherehe, kuonyesha amefunga ndoa. Lakini kama unataka vitu kama hiyo basi ka maisha matakatifu. Unaona kama unataka sherehe kubwa na nini na nini basi ka tulia tulia, ndipo hapo Mungu ataleta mume. Sahii utasherehe uta, utaringa utana nini. Ni sasa hii, sasa hii ni nini ni mashindano kila mtu anatakuwa shela hii, shela ya milioni moja, shela ya milioni mbili nini na nini, kwa kujionyesha wakati umeshapata mimba. Ni aibu, una shela mara nyingi ni white white, ni myope, ni pure okay, ni halisi, ni halisi. Amen! Eh, sasa hii ni fashion tu, mtu ameshaza. Ndio maana mara nyingi kama mtu ameshakaa na mimba, mchungaji lazima anapaswa kushauri azae mtoto kwanza, kwa sababu ni hatari. Amen kwa sababu wewe unafunga ndoa na mke wako, si ndio? Mm -hmm. Sasa unafunga ndoa sasa mke anakiri na wewe unakiri. Mm -hmm. Mke halali. Sasa mtoto ndani ya tumbo anasikia. Mm -hmm. Kama mtoto wa kike mara nyingi mtoto akishakuwa baba na baka mtoto. Incest, spirit of incest. Yeah. Na pia kijana pia na uhusiano na mama ipo. Unaona? Yeah. Kwa hiyo hii ni very very dangerous. Yeah, spirit of incest. Kiswahili sijui incest. Um, uh, maana yake kujamiana na hmm, familia na kwa ile ndoa hafungi mama peke yake eh, wa anata, anakiri pamoja na kile kilichoko yes, tumboni. Kwa hiyo anafunga watu watatu, okay. E, eh, mama baba na mtoto anafunga ndoa pamoja, kwa sababu anakiri mbele za Mungu, wana wanachukuana, wanafunga ndoa na mtoto anasikia kila kitu ndani ya tumbo, very very dangerous. The mara nyingi ukiona kwa kwamba, katika mara nyingi familia, ukiona kwa kwamba baba anabaka mtoto. Mm. No, mtoto anakuwa na mimba ya, ya baba na mama yake. Unaona? Kwa hiyo vitu kama hicho ni very very dangerous na watu haoni e, madhara kubwa sana ambayo lipo ndani ya familia nyingi sana. Kwa sababu <sighs> ya hiyo ni hatari sana. Kama yeye kweli, kama hana mimba, kama ameshatubu, it's okay. Uje. Okay. Tubu, uh, ungamana dhambi za zako zote, kiri dhambi za zako zote na mchungaji basi, atasema basi utafanya hata. Watumishi wa Mungu ambao anatuangalia, please, shauri watu wenu, wabariki ndoa hamna haja kuwashela mapoteza hela nyingi ya huyu mwanaume wakati hii hela anaweza kuweka kuanzisha nyumba, eh, kununua vitu ndani ya nyumba. Akama kuna mtoto, aweka ada ya shule vitu vyote ambavyo tunaweza kufanya nini, kutumia hekima busara kufanya vitu kama haya, sio ku show off tu. Kwa sababu huyu amefunga tu lazima nifunge tu, hii ni shida. Naomba tafadhali kama unataka kufuata taratibu basi kaini pembe usifu, usiishi pamoja, amen. Eh, hey, kwa sababu mesha mesha na huyu tayari. Kama ameshazaa tayari. Kama mesha za kufunga ndoa watoto wanakuangalia. Mama anafunga ndoa na baba. Sasa mtoto pia ata, atafanya mtoto akishakuwa kuwa yeye pia atafanya kama wazazi wamefanya. Atazaa nje ya ndoa, ah ataishi na mwanaume au mwanamke. Ni very very dangerous. Ndio maana sasa hivi ukiona kama nimeona watu wengi sana. Mama akiwa amepata mimba kabla kufunga ndoa, and then mtoto akipata mimba, mama hana msemu, hatukukemea mtoto. Mama akisema si wewe pia ulifanya hivyo. Mm. -hmm, unaona? Kwa mama na baba hawana nguvu hata kusaidia watoto kukemea watoto. Amen. Nashukuru mtumishi wa Mungu, umefafanua kwa urefu labda